Shirika la maji safi na maji taka mikoa ya Dar es Salaam na Pwani, DAWASCO, linakusanya taarifa za wakazi wa mikoa hiyo wanaotaka kuunganishiwa maji ili waweze kulipia asilimia hamsini ya gharama zote za shilingi laki mbili na kupatiwa huduma ya maji. Akizungumza na wanawake wanaharakati wa maji wa taasisi ya TGNP, afisa mtendaji mkuu wa DAWASCO Cyprian Luhemeja amesema mkazi kutoka mikoa hiyo anayetaka kuunganishiwa maji atalipa asilimia hamsini na kiasi kinachobaki atalipa taratibu kwenye bili zake za maji. Nao wanaharakati wa maji wa TGNP Gema Akilimali na Martha Samuel wameiomba DAWASCO kufikisha maji katika maeneo ya hospitali, mashuleni na katika vituo vya kulelea yatima ili kuwapunguzia adha watoto wa kike ya kupata maji. Sisi tukatowaomba walipe asilimia hamsini ya gharama ili tumsaidie DAWASCO kwa kufunua vile vitu vya msingi. Lazima tuwe na bomba, lazima tuwe tuna mita. Sasa ile vitu vya msingi ile, hapa nyingine ambayo inaongezeka hiyo, kontinensi hii italipwa na wao, wakati unaweza kulipa zile zao.